Kwa niwaombe sana wakazi wa mji wa Dodoma, jimbo la Dodoma mjini, pokeeni salamu nyingi sana za mgombea wa bunge wenu Aisha Madoga ambaye angeweza kuwa hapa. Na kama ambavyo tunaona, tunasikia, tunaambiwa kwamba Dodoma mmenyanyuka na mmesimama imara na Aisha Madoga, endeleeni hivyo hivyo hayupo mwingine anayeweza kuwasaidia kuzidi Aisha Madoga. Msimuache. Leo hayupo angeweza kuwasalimia, angeweza kuomba kura, lakini itoshe kwamba tunamwombea kura. Ndugu zangu wa Dodoma, kama nilivyotambulishwa anaitwa Salum Mwalimu. Ni mgombea ubunge, ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Bado nilikuwa nafikiria kumzungumzia Aisha. Kwa hiyo ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa tiketi ya Chama cha Ukombozi wa Umma cha umma. Kabla sijaenda mbali, ninawashukuru sana tena sana watu wa Dodoma. Ninawashukuru sana kwa sababu safari yangu ilianza kwenye viwanja hivi siku mliponisindikiza kwenda kuchukua fomu ya kuteuliwa kuwa mgombea wa kiti cha rais. Kishindo mlichokionyesha Dodoma, kishindo kile kimeenea nchi nzima. Jina mlilonipa la msela na kibeji cha msela, jina lile limeenea nchi nzima. Hamasa mlioionyesha watu wa Dodoma, hamasa ile imeenea nchi nzima. Watu waliwaona na wakasema kama Dodoma wameamka na kumpokea msela na kumsindikiza kwenda kuchukua fomu. Sisi wengine ni kina nani tusimpokee kwenye maeneo yetu tukamuunga mkono kwenye maeneo yetu? Kwa hiyo ninawashukuru sana watu wa Dodoma, mlinianzishia mwendo kwa baraka kubwa sana, mlinianzishia mwendo kwa upendo mkubwa sana, baraka ambazo na upendo ambao leo umeenea nchi nzima. Masela wameamka, vijana wameamka. Kina mama wameamka wazee wetu wameamka, na wako tayari kwenda kuungana nasi tarehe ishirini na tisa kwenda kupiga kura ya ukombozi. Ninawashukuru sana kwa baraka zenu. Tungeanza hovyo Dodoma, msingenipokea Dodoma, msingenibariki Dodoma, msingenionesha upendo wenu Dodoma, hakika leo tusingekuwa hivi, hakika leo jina la Salu Mwalimu lisingelizungumzwa kila pembe ya nchi hii. Kwa hiyo ninawashukuru sana e, naona kuna watu wanafanya mazoezi ya ngumi. Hebu askari tusaidieni kidogo. Hebu ninaomba mnaofanya mazoezi, naomba tutulie kidogo. Ninaomba ninaomba tutulie, naomba tutulie, tutumalize dakika ishirini hizi alafu mtaendelea na mazoezi. Ninawashukuru ninawashukuru sana kwa, kwa kunisikiliza ndugu zangu wa Dodoma ninawaomba sana tena sana tarehe ishirini na tisa ninawaomba mkaniunge mkono vijana wenzangu, ninawaomba mkaniunge mkono. Kwa sababu ya muda kubakia mchache sana, sitokuwa na muda mrefu wa kujenga hoja wala sitokuwa na muda mrefu wa kuzungumza mambo mengi kwenu, vijana wenzangu wa Dodoma, ninawaomba sana tena sana Nendeni tarehe ishirini na tisa, mkaniunge mkono. Tuna kila sababu ya tarehe ishirini na tisa kwenda kuichagua Chauma, kwenda kupiga kura za ukombozi. Ndugu zangu, hali ya maisha yetu inazidi kuwa magumu. Hayupo asiyejua, hayupo leo tukianza kuulizana, hayupo asiyejua ugumu wa maisha uliokabili wa Tanzania. Maisha yanazidi kuwa magumu. Hali ya maisha inazidi kuwa ngumu katika nchi yetu. Hilo sio jambo la kumulika kwa tochi, tunaona kwenye maisha yetu hali ya maisha inavyozidi kuwa ngumu, umasikini wa kipato unavyozidi kuongezeka katika Tanzania. Tunaona tatizo la ajira linavyozidi kuwa gumu, linavyozidi kuongezeka, linavyozidi kuwa kubwa, linavyozidi kutuathiri vijana na kadiri linavyotuathiri vijana ambao sisi kama ni kwenye mchezo wa mpira wa miguu ndio viungo wachezeshaji, vijana tunasubiriwa na watoto wetu, vijana tunategemewa na wazee wetu. Hali ya maisha yetu vijana, kutokana na ajira, kutokana na shughuli zinazotuingizia vipato za halali, inazidi kuwa kitendawili kigumu kwenye nchi yetu. Hilo halihitaji tochi tukiulizana maisha leo vijana, tukiulizana hali za uchumi wetu leo vijana, hali inasikitisha ndugu zangu. Na mimi nimewaambia vijana wenzangu maeneo mbalimbali, hali hii tukiendelea kuifanyia mchezo, tukaona tatizo la ajira kwamba ni tatizo la mzaha mzaha, kwamba tatizo la ajira jawabu lake ni bodaboda, tatizo la ajira jawabu lake ni kubeti tatizo la ajira jawabu lake ni mikopo ya kausha damu. Ninawaambia nchi hii siyo siku nyingi, sio muda mrefu, tutaanza kupigana kwa sababu njaa haina msalie mtume, njaa haina msalie mtume. Leo takwimu kwenye nchi hii zinaonesha, na nimekuwa niwaambia vijana wenzangu maeneo mbalimbali, hali ya umasikini tulionayo ya ukosefu wa ajira tulionayo sio mpango wa Mwenyezi Mungu, sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Vijana wenzangu, hali ya tatizo la ajira tuliyo nayo na hali ya umasikini tuliyo nayo ni matokeo ya Chama cha Mapinduzi kushindwa kuleta sera, mipango, mikakati ya kiuchumi ya kubadili hali za maisha za vijana wa nchi hii ni Mwenyezi Mungu. Hapana. Nimekuwa ninawaeleza vijana wenzangu maeneo mbalimbali mbali, hakuna soko la kununua utajiri halipo, halipo kwamba leo vijana tutachukuana au tutamtuma mtu akanunua utajiri eneo fulani atuletee tugawane, Watanzania. Hapana, hakuna soko la utajiri, hakuna soko la kununua utajiri halipo hakuna leo soko la kununua maendeleo kwamba leo, kwa leo tutamtuma mtu aende kwenye soko la kununua maendeleo atuletee wa Tanzania, halipo duniani kote. Ukiona taifa linaendelea Mwenyezi Mungu amewajalia kwenye taifa hilo kufanya transformation au mabadiliko ya maendeleo kwenye nchi yenu na maendeleo ya watu bas, hakuna miujiza ndugu yangu. Leo unapoambiwa Waarabu ni matajiri, hawajanunua utajiri mahali. Waarabu wametumia rasilimali waliojaliwa ni rasilimali na mna unavyotumia rasilimali ulizojaliwa na Mwenyezi Mungu, unavyozitumia vizuri kubadili maisha ya nchi yako, kubadili maisha ya watu wako, ndivyo hivyo hivyo nchi inakuwa yenye nguvu za kiuchumi. Tuulizane leo vijana wenzangu, nchi hii imekosa rasilimali gani? Imekosa nini? Leo kijana mwenzangu, nikikuuliza ungetamani Tanzania iwe ni Tanzania peke yake. Mungu ametujalia almasi, Mungu ametujalia makaa ya mawe, Mungu ametujalia chuma chapua sijui, Mungu ametujalia yani ametujalia madini ambayo leo duniani yanapigania, kutengeneza kutengeneza kutengeneza nyuklia, madini ya kutengeneza nyuklia, madini ya kutengeneza injini za ndege, madini ya kutengeneza kamera, madini ya kutengeneza hajatuacha aj. Mungu akatupa gesi, Mungu akatupa mafuta. Nenda bonde la Ufa, mafuta matupu. Nenda huko Eyasi, mafuta matupu. Nenda Lindi, Mtwara, Kilwa, Mafia, Unguja, Pemba, mafuta matupu na gesi. Mungu angeweza kusema imetosha, niwape na wenzenu. Mungu akatupa bahari, bahari Leo kuna nchi duniani hazina bahari, hazina hakuna nchi yenye bahari, nchi yenye bandari na zikawa masikini watu wake wakiwa masikini. Ni uzembe kwenye kupanga, ni uzembe kwenye kuchagua, ni uzembe kwenye kuamua. Mungu ametupa bahari, acha bahari. Mungu ametupa mito, Mungu ametupa maziwa. Jana nilikuwa Morogoro, ninawambia watu wa Morogoro. Leo Jiografia, tunafundishwa, unaenda kwenye mtihani wa kidato cha nne, unakutana na mtihani. Egypt is Nile. Nile is Egypt. Misri imeendelea, haina mito, haina maziwa, haina mabwawa ambayo Tanzania tunayo. Misri wanategemea mto Nile, maisha ya Misri yanategemea mto Nile. Acha ziwa la Victoria tuna Tanganyika, tuna, tuna Rukwa tuna Nyasa. Wenzetu wanategemea moja, nenda kaone kilimo Misri, nenda kaona maendeleo Misri. Mungu hajatuacha hapo, akasema Watanzania, nawapenda, akatupa na ardhi takatifu. Nchi hii ni moja kati ya mataifa machache duniani yenye ardhi takatifu iliyo bora. Nini Tanzania hakipandiki? nini Dodoma kitapandika Shinyanga, ukishinda Shinyanga kitapandika Rukwa, ukishindwa Rukwa Tabora, ikishindwa Tabora Songea, ikishindwa Songea Mtwara, ikishindwa Mtwara Pemba, ikishindwa Pemba Morogoro, ikishindwa Morogoro Njombe. Nini taja kitu gani leo utakileta Tanzania kisipandike? Kipi ardhi ardhi, lakini Mungu ukweli sijui ni nini, wakati mwingine na nahisi tunamkufuru. Akatupa vyote hivyo ambavyo nusu yake tu tungevitumia vizuri tungekuwa na taifa lenye neema, nusu ya hivyo alivyotupa, lakini akatupa vyote hivyo, akatushushia na janga la chama cha mapinduzi, janga la chama cha mapinduzi. Umasikini wetu ni wa CCM, ajira zetu tunazozikosa ni udhaifu wa CCM ushindwa kutumia vizuri rasilimali za nchi hii kubadilisha maisha ya nchi hii, kubadilisha maisha wa Tanzania leo. Nchi hii ni kilio kila sehemu. Naona muda umeisha, tumalizie. Nchi hii kilim, ye, kilio ni kila mahala. Nenda kawaangalia wakulima wanavolia. Nchi hii nimezunguka nchi hii nimebakiza mikoa miwili kuhitimisha kumaliza mikoa yote, mkoa wa Shinyanga na mkoa wa Tabora. Leo hapa silali na nyanyuka usiku na lala Taboa kwa bei za hasara wanafilisika. Unakutana na wafugaji wanalia, nenda Kilosa wafugaji wanalia, nenda Morogoro wafugaji wanalia, nenda Morogoro wanalia, nenda Shinyanga wanalia, nenda Simiu wanalia, nenda Kagera wanalia, joka wafanya biashara nikilio, mitaji inakufa. Sisem hawajali. Leo takwimu zinaonyesha kati ya vijana kumi wanaojituma kutafuta mkopo kwa jasho na damu kufungua biashara ndogo ndogo ni kijana mmoja au Mtanzania mmoja ndiye anayefanikiwa. Tisa biashara zinakufa, hawajali. Mikopo ya watu inafilisika, ndio maana leo unakwenda kwenye fremu hii unaambiwa huduma za Mpesa, baada ya miezi sita ukija unakuta mamantilie, baada ya miezi sita ukija saluni ya kiume miaka miwili biashara za watu zinakufa, they don't even care, hawajali. Ndugu zangu, muda umeisha. Nawaambia, mkinidharau mkinipuuza tarehe ishirini na tisa mkalemazwa mka na yena yena, yena, na na nyie mkatia mkajazwa mkalia maumivu, miaka mitano mingine hakuna kinachoweza kubadilika chini ya utawala wa Chama cha Mapinduzi.